yani wakati wake umeainishwa na Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala, ukaona kwamba tayari ule wakati wa kutokezea ahadi ushafika, lakini ile ahadi wenyewe haijatokezea ukaanza kutia shaka. Anasema Ibni Ataillah Sakandari, jambo hili lisije likapelekea kutia shaka, li alla yakuna dhalika kadhan fi basiratik, kwa sababu isije ikawa hiyo ni sababu ya kutia kasoro katika nuru ya moyo wako, wa ikhmadan li nuri sariratik, au kuizima ile nuru ya siri ambayo ipo katika katika moyo wako. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, katika hikma hii tunapata ya kuwa mtu hatakiwi akatia shaka katika ahadi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala katuahidi ahadi mbalimbali mbali katika kitabu chake kitukufu

wa yawma yaqumu al-ashhad, hakika sisi tutawanusuru mitume wetu na wale ambao walioamini katika maisha ya dunia. Sasa mtu asije akasema mbona Allah subhanahu wa ta'ala hajatunusuru, na sisi ni Waislamu, ni waumini, lakini ni wanyonge ukilinganisha na maadui zetu na wale makafiri ambao wanatutawala katika, katika huu ulimwengu

Eh, katika maisha ya akhira ujira ambao utakuwa unanasibiana na yale mema ambayo walikuwa wakiyafanya. Lakini pia mtu akisoma ud'uni astajib lakum, niombeni nitakujibuni. Sasa hizi zote ni ahadi ambazo Allah subhanahu wa ta'ala anazieleza katika Qur'an al-Karim. Mtu anaweza akazisoma ahadi hizi ikamjia shaka katika moyo wake akajiuliza mbona, mimi ni muumini mwislamu, muislamu, nafanya mema, naswali, lakini mbona siishi katika maisha mazuri? Au mtu akasema, mimi naomba dua, lakini mbona Allah subhanahu wa ta'ala haijibu dua yangu? Kwa hiyo, yote haya yanaweza yakampitikia mtu katika moyo wake, akaanza kutia shaka katika jambo hili. Al-Imam Ibn Ataillah Sakandari anatutanabahisha katika hikma kwamba haitakiwi sisi tukatia shaka katika habari za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na ahadi zake, na tukamdhania vibaya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu japo kwamba kweli Allah Subhanahu wa Ta'ala katuahidi, lakini yeye ndiye ambaye aliyeahidi, kwa hiyo yeye ndiye ambaye anaijua ile hikma au anaijua ule uhakika wa ile ahadi ambayo kaiahidi wakati gani itatokezea, na yeye anafanya anavyotaka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sisi hatuwezi kumlazimisha Mwenyezi Mungu akafanya tunavyotaka sisi, bali Allah Subhanahu wa Ta'ala yeye ndiye ambaye anafanya vile anavyotaka. Ikisha ilmu yake Mwenyezi Mungu ni kubwa, haina mipaka, na hikima yake ni kubwa, haina mipaka. Kwa hiyo yeye anajua wakati gani ile ahadi ambayo kaiahidi itakuja kutokezea na itakuwa inanasibiana zaidi na wakati huo kuliko nyakati nyingine. Kwa hiyo, Allah subhanahu wa ta'ala anaweza kufanya chochote, innama qawluna li shay'in idha aradnahu an naqula lahu kun fayakun, Mwenyezi Mungu akitaka kitu kiwe kinakuwa. Lakini kila kitu kaikiweka wakati maalum na kaikiweka hikma maalum. Sasa yawezekana Mwenyezi Mungu akatuahidi ahadi fulani, lakini ile ahadi ile

Mfano, pengine mtu anataka maisha mazuri lakini yeye mwenyewe hayuko tayari kumtii Mwenyezi Mungu, vipi atapata maisha mazuri? Japo kwamba ni Mwislamu lakini hajatenda mema. Sasa Mwenyezimungu katuwekea sharti, utende mema mpaka upate hayo maisha mazuri. Tunataka nusra kwa Mwenyezimungu lakini sisi hatujawa tayari kuinusuru dini ya Mwenyezimungu. Ya ayuha ladhina amanu, intansuru llaha yansurukum ikiwa mtamnusuru Mwenyezi Mungu, kwa maana kwamba ikiwa mtainusuru dini ya Mwenyezi Mungu, basi yeye Allah Subhanahu wa Ta'ala atakunusuruni. Sasa ikiwa bado hatujatekeleza ile nidhamu na ile taratibu ambayo kaiweka Mwenyezi Mungu katika lile jambo, basi ujue lile jambo halitoweza kutokezea, na hii utaiona hata katika tukio maarufu sana katika tarehe ya Kiislamu, vita vya Uhud vita maarufu ambapo Waislamu walipambana na makafiri wa Kikureishi. Tayari Waislamu walikuwa washakaribia kushinda katika vile vita, lakini ikawa kuna baadhi, kuna kundi la Waislamu ambao Mtume saa salam aliwaamrisha wakae katika ule mlima, wasishuke katika mlima ule hata kama wataona wenzao tayari washakaribia kushinda, lakini hawatakiwi kushuka watu wale walipoona waislamu wenzao tayari washakaribia kushinda, washawa wale makafiri wanakimbia na ikawa ngawira zimetapakaa katika ule uwanja wa vita, basi wakafikwa na tamaa, wakenda kukusanya zile ngawira na wakatoka katika katika ule mlima ambao mtume sala salam aliwambia kwamba wasiondoke katika mlima ule. Sasa ahadi ya Mwenyezi Mungu ilikuwa washinde wao, lakini kwa sababu wamekhalifu

Kwa hiyo hii aya Allah Subhanahu wa Ta'ala anaeleza, anawaeleza maswahaba namna wao walipotoka katika amri ya Mwenyezi Mungu ikapelekea wao kutaka kushindwa na wale maadui zao. walaqad sadaqakumullahu wa'ada, Mwenyezi Mungu alisadikisha kwenu nyinyi ahadi yake. idh tahsunahum bi idhni, pindi mlipokuwa mnawaua kwa idhni yake, mlikuwa mnawaua hao makafiri. hata idha fashiltum, lakini mkashindwa mkafeli kwa sababu mulikhalifu amri ya mtume sala sallam, watanazatum kagombana, waasaitum na mukaasi amri ya mtume sala sallam, min baadi ma arakum ma tuhibbun, pindi mlipoonyeshwa vile vitu ambavyo vinapendwa na nafsi yenu, yani pindi walipoona zile ngawira na zile mali, wakawa sasa wanatamana wao wakazichukue mali zile. Kwayo, kwa hiyo utakuta kwamba ahadi ya Mwenyezi Mungu ni ushindi lakini wao walikosa ushindi kwa sababu hawakupita katika ule utaratibu ambao anautaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini pia inawezekana wakati mwingine Allah Subhanahu wa Ta'ala akajalia kwamba ile ahadi yake isitokezee kwa sababu yeye amekadiria kwamba ile ahadi itokezee kwa sharti maalum ambayo anaijua yeye Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na hii ina mifano mingi sana katika Qur'an al-Karim. Mfano wake ni kisa cha Nabii Yunus alaihi salam. Nabii Yunus alipowalingania watu wake wakamkadhibisha. Allah subhanahu wa Ta'ala alimwahidi kwamba atawadhibu wale watu watakapokuwa wamemkadhibisha yeye, hawakumwamini Nabii Yunus. Kawalingania watu wake, akakata tamaa, akaondoka bila ya kupewa idhini na Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala aondoke kwa wale watu wake, huku akidhania kwamba wale watu wake atakapoondoka Wataadhibiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa rehema zake zilizo kwa pana hakuwaadhibu, bali wale watu wakajirejea au wakajirudi na wakaingia katika dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wakamwamini Allah na wakamwamini Nabii Yunus alaihi salam. Allah subhanahu wa ta'ala hakuadhibu tena wale watu, pamoja na kwamba alikuwa kaweka ahadi ya kuadhibu, lakini kumbe ilikuwa ile adhabu au ile ahadi ya kuadhibiwa watu hawa imewekewa sharti itakapokuwa hawakumwamini Nabi Yunus alayhi okay, salam. kwa hiyo wao wakaja wakamwamini, maana yake ile sharti ikawa haijapatikana, ndio maana wakawa hawajaadhibiwa watu wale hawa. Ndio maana Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anasema falaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma Yunus. Basi kwa nini ikawa hakuna kijiji ambacho kikaamini, ili wanufaishwe na imani yao mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ipate kuwakinga kutokana na adhabu ya Mwenyezi Mungu, illa qauma yunus, isipokuwa watu wa Yunus alaihi salam. Kashafna anhum adhaba alkhizi fi lhayati dunya, tuliwaondolea adhabu ambayo tulikuwa tayari tunataka kuadhibu nayo. Kwa nini? Kwa sababu wao walimuamini Nabi Yunus alayhi salam. Wamtaanahum ila hin, na tukawastarehesha kwa muda maalum. Lakini pia ndugu zangu Waislamu, yawezekana wakati mwingine Allah Subhanahu wa taala asitekeleze ahadi yake, kwa sababu ule wakati wa ile ahadi bado hakujafika na hili ndilo ambalo wengi wetu hatulijui. Mtu anataka kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala afanye haraka haraka katika jambo na wakati Mwenyezi Mungu ndiye ambaye anayeendesha huu ulimwengu. Yeye ndiye ambaye anajua kila kitu. Huwezi kumlazimisha Mwenyezi Mungu akafanya jambo na wakati, Allah Subhanahu wa Ta'ala la yus'alu amma yaf'al. Hawezi kuulizwa Mwenyezi Mungu kwa kile ambacho anachokifanya. Kwa hiyo tunatakiwa, maana yake, tusifanye haraka haraka katika mambo, wakati mwingine pengine lile jambo halijafikia wakati wake uliokuwa munasibu, unaofaa, unaufaa zaidi. Utaona hata Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati alipokuwa na masahaba walipokuwa wanakwenda Makka kwa ajili ya kwenda kufanya umra, na aliwaahidi masahaba kwamba wataingia katika mji wa Maka baada ya kuoteshwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini walipofika katika sehemu ya Hudaibia wakazuiwa wasiingie katika mji wa Maka. Na mpaka masahaba walipohakikisha kwamba hawatoweza tena kuingia, baadhi yao walikwenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam wakawambia ya Rasulullah, e mtume wa mwenyezi Mungu, si umetuahidi kwamba sisi tutaingia katika mji wa Maka? Mtume salam akawambia, awa akhbartukum fi hadha al am, je, nimekujulisheni kwamba hilo jambo lazima litokezee katika mwaka huu? Wakasema, sio, sio hivyo ya Rasulullah. Mtume salam akawambia, fainnakum dakhiluha, hakika nyinyi mtaingia tu katika huo mji wa Maka wamutawifuna biha, na mtatufu katika huo mji wa Maka, msiwe na wasiwasi. Ahadi ya Mwenyezi Mungu bado haijafika wakati wake. Na kweli, baada ya mwaka mmoja watu wakenda kafanya umra, ikisha, baada ya mwaka mwingine Waislamu wakaweza kuikomboa nchi ya Maka. Kwa hiyo, ndugu zangu Waislamu, hapa katika hii hikma kuna somo kubwa sana ambalo linatuhusu sisi Waislamu, ya kwamba tuelewe kwamba ahadi za Mwenyezi Mungu lazima zitokezee, lakini zina utaratibu wake na zina masharti yake. Kwa hiyo Allah Subhanahu wa Ta'ala, yeye ni mwenye hikma kubwa, anajua wakati gani atekeleze ile ahadi ambayo kaahidi. Tunamwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala kila la kheri, atuwafikishe katika mambo ya kheri. wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi